Uhifadhi wa uoto wa mbiu eh, inavyoishi katika maisha yetu ya kila siku, basi ungana nami Pamela Chaula, eh, tukienda moja kwa moja. Eh, karibuni sana katika kipindi chetu maalum cha wiki ya maji. Labda kwa kuanza, labda mtazamaji wangu angependa kuwafahamu, labda niko na nani siku leo okay? asante sana ndugu mtangazaji, mimi naitwa Daudi Mkumbo, ni meneja huduma kwa wateja Tanga UWASA. Karibu sana Daudi Mkumbu. Asante. Mimi ni Ahmed Chima, ni kaimu mkuu wa kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma Tanga UWASA. Mm. Karibuni sana. Eh, tunapozungumzia wiki ya maji na ndugu mtangazaji. Tunapozungumzia wiki ya maji ni, ni ni wiki ambayo imetengwa ime duniani. Mm. Sherehe shere hii au maadhimisho haya wiki ya maji ni ya kidunia kwa ujumla. Dunia imetenga wiki hii, tarehe 16 mwezi Machi hadi tarehe 22 mwezi Machi. Kila mwaka duniani huwa ni wiki ya maji kwa ajili ya kuangalia matatizo, maendeleo, nini kifanyike katika kuhifadhi na kutunza rasi, rasilimali muhimu sana kwa binadamu ambayo ni maji. Hmm. Mali muhimu sana kwa binadamu ambayo ni maji Hmm. Na, katika wiki hii ya maji, labda nini ambacho kunafanya nini kama tangawasa kuadhimisha wiki hii? Asante ndugu mtangazaji, kuna mambo kadhaa ambayo sisi kama tangawasa tunayafanya. Kwanza kabisa ukianzia na wizara, wizara imetoa, wizara ya maji imetoa imetoa ofa kwa wakija wetu tuwarudishie maji wale waliokatiwa maji muda mrefu, kwa kulipa nusu ya deni. Na sisi Tanga Uwasa tunasema unakuja kwetu sisi tunajadili na wewe deni la. Kwa hiyo hiyo ni moja. Mbili, tuna madawati maalum, na madawati haya yamewekwa katika maeneo ya barabara, na madawati haya yamewekwa katika Swahili kuna dawati nje ya ofisi soko la Mgandini, Mgandini karibu na barabara iendayo Pangani kabisa. Kuna vile vile kurekodi wale ambao wanataka kurudisha maji, vile vile kurekodi wale ambao wanataka kurudisha maji na wanataka kulipa kiasi fulani cha madeni yao. Kwa hiyo wiki hii yote itakuwa na, itakuwa na na Shughuli hizo mm -hmm. E, tukiachana na mambo ambayo yamepangwa kufanyika katika wiki hii ya maji, labda tutazame mafanikio ambayo tumeyapata katika utoaji wa huduma ya maji Tanga Uwasa kuna mafanikio ambayo kwa kuanzia labda mmejiwekea e, miaka kadhaa hata katika utoaji wa huduma ya maji Tanga UWASA. Kuna mafanikio ambayo kwa kuanzia labda mmejiwekea e, miaka kadhaa mpaka miaka kadhaa na kuna mafanikio gani? elfu kwa siku sasa hivi tunazalisha mita uti 45 na kabla ya kupanua tulikuwa tunazalisha mita uti kama 35 s hmm. tulipopanua tukafika 45 na tunataka tuendelee kupanua hadi Yeah. Labda tutoe pongezi eh, kwa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira katika jiji letu la Tanga, lakini pia tuseme katika mkoa, kwa sababu kuna wilaya ya nje ya jiji la Tanga, Muheza, kuna kata saba ambazo tunazihudumia. mm -hmm. kuna wilaya ya Pangani na katika mji wa Pangani na tunahudumia kata nne, kwa hiyo zile zote za mjini Pangani ni mambo makubwa ambayo yamefanya ni mabadiliko makubwa, lakini tukiangalia sana swala la huduma ya maji e, labda katika wiki hii mmesema mnatoa e, msamaha kwa watu ambao wamekatiwa maji, labda kwa wale ambao wamekatiwa maji wanatakiwa wafanye nini ili waweze kupata msamaha huo? Asante ndugu mtangazaji. Kitu ambacho wanatakiwa kufanya moja ni kufika katika madawati yetu ambayo tumeyaweka, kama sio katika madawati yetu wafike ofisi kuu iliyoko barabara ya tatu Swahili. Wakishafika pale tutawatambua kwa akaunti wanazozitumia na madeni walionayo, na tutajadiliana nao walipe kiasi gani. Wakishalipa basi sisi tutakuwa na jukumu na kurudishia maji bila kulipa reconnection fee, na tutakubaliana kiasi cha deni lililobaki watakuwa wanapunguza kiasi gani kadiri wanavyoendelea kutumia huduma ya maji. Mm, tumeona na maboresho mbalimbali ambayo mmefanya mmelaza mabomba, lakini pia labda tuangalie hali ya uhifadhi wa maji e, katika maeneo yetu e, kwa sababu tunaona maji labda yanaweza e, akawa machache labda mnahifadhiji mna mna maji okay. sana san, kuhusiana na swala la uhifadhi maji nadhani katika kipindi cha uh, mwaka mmoja au miwili iliyopita tumekuwa tukipata changamoto mbalimbali, na kubwa ilikuwa inatokana na swala zima la uhifadhi maji mm-hmm. Kwa sababu kama tulivyozungumzia uh, tuliongeza uwezo wetu wa uzalishaji wa mtambo mpaka kufikia uh, lita za ujazo milioni 45 uh, lakini kutokana na mahitaji na ile uh, tunasema conveyance au transmission kutoka kwenye mtambo mpaka kwenye kufikia wakazi ilikuwa, panapotokea changamoto yoyote yoyotelu uh, uh, yoyote mtamboni ambao inazidi muda wa masaa mawili basi ilikuwa inasababisha kwamba maji yote yanaisha katika mtandao wetu, na hiyo ilikuwa inaleta adha kubwa kwa wananchi kwa namna moja ama mbili. Kwa namna kwanza, kwa na, ya kwanza ni kwamba maji yalikuwa yanaisha mpaka kuja kurudi na kustabilize inaweza kachukua hata siku tatu maimio. Na kwa baadhi ya maeneo kutokana na jiografia na mtandao uliopo, mpaka maji yaje yarudi yaje kwenye mtandao yaanze kutoka, ilikuwa linachukua muda mrefu kidogo. Uh, lakini uh, swala hilo tuliliona uh, baada ya kuliona swala hilo nadhani ndo ulikubuniwa mradi wa hatifungani na tukaangalia ndani yake tukaweka component hiyo tukasema kwamba tutaweza kuweka tenki kubwa la lita milioni 35 ambalo ambayo itajengwa pale katika mtambo wetu wa kusafisha na kutibu maji kwa Moe, ambao baada ya kujengwa tenki hilo, sasa tuna uhakika kwamba itasaidia kupunguza ile adha, kwa sababu kutakuwa na storage ya maji. Kwa hiyo hata kama kutatokea na itilafu hii ya muda mfupi ambao huwa zinajitokeza basi yale ya maji yataweza kuwepo na yataweza kuendelea kuhudumia wananchi takriban saa 12. Na kulikuwa na tatizo ambalo lilichukua muda na lilileta changamoto kubwa sana katika e, utoaji wa huduma ya maji, changamoto ya transformer yeah. Labda kwa upande wa ile transformer hali ikoje, imefikia wapi? Labda kuna matengenezo yaliyofanyika au kuna maboresho au nini ambacho kimefanyika? Okay, sawa kwenye suala la transformer, nashukuru nasema kwamba tuliweza uh, kufanya kazi na mamlaka husika. Tulipata msaada mkubwa sana kutoka serikalini, wizara. Tuliweza kubadilisha ile transformer na kupata transformer ambayo imeweza kutusaidia kurudi katika hali ya uzalishaji. mm -hmm. Lakini hatukuishia hapo, unafahamu haya mambo ya umeme uh, uh, kifaa unachotakiwa kubadilisha mara nyingine ni zaidi ya kimoja. mm -hmm. Uh, mtamboni pale umeme unaelewa ni mkubwa kwa hiyo inahitaji kuwa na vifaa kinga ambavyo vinaweza kusaidia katika kuweza kuulinda ule mtambo. Kwa hiyo kutokana na hilo sasa, uh, na sisi tulivyotambua hilo kwa uh, na kwamba tuliainisha kwamba tutakuja kufanya maboresho makubwa ya ya mtambo. Kwa hiyo uh, baada ya kuona hilo tuliwegeza hizo transformer uh, kwa maana ya kuongeza uwezo kuwa na transformer ya uwezo mkubwa, lakini pia kufanya ukarabati sasa wa ile ya miundombinu ya kupokea umeme mm. Uh, katika mtambo wa uh, kusukuma maji Mabayani haswa, kwa sababu ndo ambao mara nyingi unakuwa unapata hizo changamoto pamoja. mm. yes. Sasa tukasema tutaendelea, na kwa upande wa mtambo wa kutibu na kusafisha maji wa Moe. Kwa hiyo suala hilo la transforma na naweza kusema kwa namna na moja ama nyingine, uh, tayari kama transforma tumeshamalizana nayo. Uh, kinachoendelea sasa hivi na pia kipo katika mradi ni kuhakikisha sasa kwamba yale uh, maeneo na vile vifaa kinga na mitambo mingine yote ambayo ilikuwa ni ya zamani, tunaweza kuibadilisha sasa ili kuendana na ule uzalishaji mkubwa ambao tunataka kwenda kufikia sasa hivi. Mm-hmm. Ongereni sana kwa hatua hizo, kwa sababu inasababisha adha kubwa hasa katika jiji letu la Tanga e, lakini kwa jinsi ambavyo mmeweza e, kutatua naona itakuwa ni suluhisho e, suluhisho katika tatizo hili. Lakini tunazungumzia swala la hati fungani e, umezungumza hapo swala la hati fungani hati fungani e, hawezi um, hati fungani uh, ni mfumo wa wa utafutaji fedha tunaweza mm. tukausema mm. tuka kwa namna hiyo, na ni mfumo ambao umekuwa ukitumika na serikali uh, kwa muda mrefu katika uh, kuweza uh, tunasema ni kama ya uh, kuzaa matunda na wakapata faida. Sasa sisi tulivyoweza kuangalia baada ya kuwa na na kuwa tunatafuta fedha, miradi tuliweza kupata wenzetu, uh, wa washirika wadau wa maendeleo Uh, shirika la UNCDF ambao wali- walikuwa na option hiyo ya kutoa hatifungani mm -hmm. uh, kwa ajili ya maendeleo ya ya vitu mbalimbali na katika sekta hii ya maji, walipokuja tuli na sisi tulikuwa tuna changamoto mtambo mm -hmm. wetu ulikuwa, ndugu akauona kwamba ni mzuri kwenye manufaa, ndugu akauona kwamba ni mzuri wenye manufaa kwa sababu tulikuwa tunaweza kwenda kukusanya fedha mm -hmm. kutoka kwa wadau ambao walikuwa wanaweza kununua hatifungani. Wakishanunua hiyo hatifungani sisi tunapata fedha wajia, mrani, kwa ajili ya kutekeleza mradi wa maji ambao unakuwa na faida kwa wananchi. Kwao ni wazo ambao lilikuwa nzuri mm -hmm. lilipendeza, busara zote, likapata vibali vyote na likaweza kufanyika, na mwaka jana mwezi wa pili a, rasmi tuliweza kuzindua uuzaji uh, uh, mm -hmm. wa hatifungani hiyo na alikuja Mheshimiwa Makamu wa Rais Dkt. Philip Isidori Mpango akazindulia, tukaweza kuuza mpaka mwezi wa nne, tukawa tumekamilisha miradi yetu, lakini tunashukuru kwamba tulivuka lengo tukakusanya bilioni 54. Kwa hiyo tayari tukawa tumeshavuka lengo na tumepata hizo fedha kwa ajili ya utekelezaji wa huo mradi. Kwa hiyo ni hatifungani jinsi mm -hmm. ilivyo mm -hmm. uh, sasa pia nizungumzie kwamba tumelenga kufanya nini? hmm. hi, hmm. na hiyo tufungane na tunakusanya fedha kutoka kwa wananchi ambao watapata faida wao hmm. kwa maana watapata malisho uh, au unasema kutokana na ile riba watapata uh, watapata kurudishiwa ile hela yao na pia watapata ile faida ya riba uh, kwa hicho kipindi cha miaka kumi. Atifungania yetu ni ya kipindi hicho, lakini pia uh, sisi kama mamlaka kuna maeneo ambayo tuliainisha ambayo tutaenda kuyafanya la kwanza, uh, nimezungumza tuna mtambo wetu wa kusafisha na kutibu maji Moa ambao wenyewe una lita milioni 45 ambazo tayari uh, unazalisha kwa sasa mm -hmm. Lakini tulipanga kwamba ufikishe lita milioni 60. Kwa hiyo katika, ku, katika kuliendea hilo, basi ilikuwa kuna maboresho ambayo yanahitajika kufanyika pale ambayo tutasaidia kwamba tutatanua mtambo, tutaongeza machujio Uh, na na sehemu zingine za kutibu maji ili kuweza kufikia uwezo huo kwa pale, lakini pia uh, kwa pale tunataka tufike lita milioni sitini. mm-hmm. Lakini katika kule tunapotoa katika bwawa la Mabayani kupitia katika kituo chetu cha kusukuma maji Mabayani tulikuwa tumesukuma uh, lita milioni 42 kwa siku. Kwa hiyo sasa ili kuendana na mtambo inabidi tuongeze pale pampu za uzalishaji na na vifaa vingine vya kusukuma yale maji sawa. Uh, pamoja na kulaza bomba uh, la kilomita sita kutoka pale uh, kituo cha kusukuma maji Mabayani mpaka um, kuenda katika kituo cha kusafisha na kutibu maji Moyo Kwao, kuna eneo hilo ambalo sasa pia linafanyiwa linafanyiwa kazi lakini maeneo mengine kwa ujumla wake tuna sehemu ambayo itahusisha katika kuongeza mtandao wa maji safi katika jiji la Tanga, mji wa Pangani na mji wa Mweza. Tunafahamu kwamba tuna mtandao ambao upo tayari na tunategemea kuongeza takriban kilomita 60. Na tunataja lengo sasa ni nini? kwamba tuna mtandao ambao tumeshaulaza tangia kipindi cha nyuma mtandao ule kwa maeneo mengine ambayo hasa yale maeneo ambayo tunasema ni ya vizuri hmm. Na tayari kasi ya ukuaji wa mji imeshakuwa mkubwa hmm. Na watu wameenda wameongezeka, kwa hiyo tunaangalia yale maeneo ambayo yana changamoto, tunaenda kuongeza mtandao ili wananchi waweze uh, kuvuta maji sasa, tuseme. So, kwa namna moja ama nyingine kama uh, mtandao umeshazidiwa kutokana na watu kuongezeka, maeneo hayo pia tunaangazia. Na kuna maeneo mengine ambayo tuna tunaangalia kurekebisha ya chuma yamesha kwa sasa, kwa hiyo hayo pia tutaenda kufumua ile mabomba na na kuyaboresha, na pia itusaidia katika kupunguza upotevu wa maji. Lakini katika kitu kingine ambacho tunaenda kukifanya katika mradi huu wa Tifungani uh, tunaenda kufunga mita za malipo ya kabla kwa wateja, tunatarajia kupata mita takriban elfu kumi za malipo ya kabla ambazo tutaendelea kuzifunga kwa wateja. Kama nilivyosema, ndio tayari kuna component nyingine kama ile ya transformer ambayo tulizungumzia na mfumo wa umeme nayo inaingia pale pale. Ukienda moyo pale tunapoenda ile issue ambayo nilikuelezea tenki la lita milioni 35 ambayo pia inaenda kwenye kitu. Kwa hiyo ni maboresho makubwa ambayo tunategemea kwamba tukiyafanya hali ya huduma ya maji katika jiji la Tanga pamoja na mji wa Muheza itakuwa imeboreshwa kwa kiasi kikubwa. E, labda sasa katika suala ile la hati fungani watu gani, wakati dirisha limefunguliwa kwa maana kumzungumza Februari 2024 mpaka April, lakini hii nashukuru Mungu kwamba kuna masoko ya hisa mm -hmm. nchini mm -hmm. soko la hisa la Dar mm -hmm. ambayo tunashukuru kwamba tayari imeorodheshwa.